Majira ya usiku katika mtaa wa Oleresho, kata ya Olasiti, jijini Arusha, ambapo wananchi wamefunga barabara inayoelekea Kisongo, wakilalamika ajali za mara kwa mara katika eneo hilo. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ajali iliyotokea usiku huu na kupelekea kifo cha mtu mmoja. Chuka namwambia mama nitakupigia vibaka, jaribu one kama hujafa. Ndo mama anaondoka, huyo baba anaondoka, lakini sio haki, hatufanyi haki. Imetokea, so limetokea hapa kaka, watu wamekufa, maaskari wamefika hapa kwa muda waliofika, maana wamechelewa, wakaondoka wapi? Wananchi mwafaka wamefikia wapi? wanaondoka badala nitakiwa ngewaambia wananchi tufanyaje? Wangewatafuta hata viongozi wetu, viongozi wetu wamefika, hatuoni chochote, mwenye kitu wetu wanapambana kwenye hii mvua, hatusikilizwi. Tuekewe bamsi, tuekewe bamsi pande zote mbili na vibao, maana huku tuna uwanja wa Afcon haya magari ya Afcon. Yani watu si wavuta bangi, hawafanyi kazi vizuri huku barabarani, watu wengi wanakoswa koswa, koswa. Kama viongozi hamtusikilizi Mungu yupo atatujibu. Unajua <tutu> alipoelekea maana tumeona maskari walivyofika. Huyo kaka naona ameenda kujificha maana anajua tutamuua. Akaondoka na gari lake. Maskari wampanda kwenye pikipiki wengine gari. Lakini mtu wetu kwa nini anabebwa kwenye guta ya simenti? Kwa nini anabebwa kwenye guta ya simenti? Yeye hana haki hata kama maremu asimagana haki. Yeye hana haki. Kwa nini anabebwa kwenye guta yenye simenti haifutwi? Kwa nini? Inauma sana. Yaani inauma. Askari ameona mtu amekufa, mtoto juzi amegongwa hapa bwana, serikali hajaja, wala ndio anakuja kusema alikuepo. Tuna majuli mjomba ishe, yani ndio sauti inatoka mjomba, ingekuwa mara 100, lakini ya serikali, serikali, serikali, hamna bidii. Sisi kuepo eh, ni serikali ya kishamba. Mtu hazi akagonga, alafu anakuja anafungua barabara. Simizi tutapata wapi? Hatimaye tutapata wapi mjomba? Eh, kila siku watu wanagongwa hapa mama mtoto sasa hivi yuko pale analala anauguzwa, alafu mtu anakuja anafungua barabara.

alikuwa na baiskeli akapamiwa na gari la tandod. Alafu cha ajabu gari la askari linapita hapa, ama tumesimamisha waja tuona, akatuacha kama tu vile ametuacha mzoga. Tunataka usalama, alafu bada anasema. Kwa maana hiyo anatudharau, sisi hatuna haki, basi wamekuja kufanya nini sasa hapa? Ni hapa hivi kwenye hii barabara, mtoto wangu juzi aligongwa hapo hapo pembeni hapo, nikaenda kulaza Mount Meru. ule mtu alio mgonga mtoto wangu, mtoto wangu. Alikamatwa, mimi simjui hata sura yake wala jina lake sijui. Nimehangaika mwenyewe, nimemtibu mtoto wangu, mpaka sasa hivi bado hajaweza hata kusimama. Nyumba yangu ile pale hata sasa hivi nikiwapeleka mkamuone mtoto pale, hawezi kukaa wala kusimama. Nimeambiwa na madaktari hawa, analala tu hivi. Sijasaidiwa kitu chochote. Leo wenyewe nimeenda pale kituoni, nikaenda kuuliza sakata la mtoto wangu limefikia wapi. Wananiambia mtoto wangu huyo mwenye gari amesema yeye hawezi kulipa, maana hiyo gari yake na bima kubwa, kwa hiyo mimi nitalipwa na bima, sijui ya gari hiyo. Bima ya gari mimi nitaenda kuijulia wapi? Alafu maskari wanapeleka jalada mahakamani, wanaambia mtandao unasumbua. Kuanzia tarehe ishirini na tatu mpaka leo, ni mtandao gani ambao unaosumbua? Kuna nini kinaendelea? Mama Samia, mkuu wa mkoa, kama unanisikia, mimi ni mwanamke mjasiriamali. Sasa hivi siendi kwenye biashara, niko ndani, namuuguza mgonjwa. Sijajua nitakula nini. Lae yenyewe nimetoka mjini. Nimeenda kwa marafiki kuomba omba ili nije nijue nampigia nini mtoto. Nafika hapa, nakuta tena ajali nyingine. Kwa nini tunanyanyasika? Kwa nini tuende tukaishi wapi? Eh? Wakizungumza na waandishi wa habari, wananchi hao wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka ikiwemo kuweka bumps ili kudhibiti kasi ya magari na kuokoa maisha. Usisahau kusubscribe, like na share ili uwe wa kwanza kupata habari.